FIFA yafuta posti ya kombe la dunia 2026 kisa Ronaldo. Ambapo shirikisho la soka duniani FIFA imelazimika limejikuta katika tafani kubwa baada ya kulazimika kufuta posti ya matangazo ya kombe la dunia ya mwaka 2026 kufuatia malalamiko makubwa kutoka kwa mashabiki wa soka duniani posti hiyo ambayo ilionyesha wachezaji kutoka mataifa yanayo yaliyokwisha yali fuzu michuano hiyo ikiwemo Lionel Messi, Kylian Mbappe na Erling Haaland, ikikosolewa vikali kwa kutomuonyesha nahodha wa Ureno Cristiano Ronaldo. Badala yake Ureno iliwasilishwa kwa iliwakilishwa na Bruno Fernandes. Mashabiki wengi wanaonyesha hasira na mshangao wao mtandaoni wakisema kuwa ni jambo lisiloeleweka kumwacha mchezaji wa viwango eh, cha Ronaldo ambaye anatarajiwa kucheza Kombe la Dunia kwa mara ya sita na huenda ikawa ni mwisho katika maisha yake ya soka. Mmoja wa mashabiki aliandika FIFA kumwacha Cristiano Ronaldo kwenye posti rasmi ya kombe la dunia ni jambo gumu kuelewa. Kibiashara, yeye ni mmoja ya wanamichezo wenye ushawishi mkubwa zaidi duniani, sula inaweza kuuza mashindano ndani ya muda mfupi. Tangu posti hiyo kupakiwa kwenye akaunti ya FIFA ya X, zamani Twitter, ilishushwa kutokana na shinikizo kubwa la mashabiki shabiki. Shabiki mwingine aliandika Post posti ya kombe la dunia elfu mbili na ishirini na tano bila Ronaldo inahisi kama si kawaida. Kwa karibia miaka 20 amekuwa uso wa mashindano hayo pamoja na Messi. Mpaka sasa FIFA haijatoa tamko rasmi kueleza sababu za kufutwa kwa posti hiyo ama kutokujumlisha Ronaldo. Lakini baadaye FIFA waliweza kuitoa e, picha nyingine ambayo ilimeonyesha sasa akiwemo Ronaldo, huku wengi wakidai kwamba sasa picha hiyo inaonekana na mwonekano mzuri tofauti na ile ya mwanzo ambayo waliposti bila kuwemo kwa mchezaji huyo na nahodha wa klabu wa timu ya taifa ya Ureno Cristiano Ronaldo. Baada ya picha hiyo kuweza kubadilishwa na kuwekwa nyingine, mashabiki walirudi tena na kuwapongeza FIFA kudai kwamba sasa picha saa hizi imenoga na inaonekana vizuri zaidi akiwemo Ronaldo kuliko ile ya mwanzo ambayo hakuwemo haikuwemo Cristiano Ronaldo mchezaji kutokea taifa la Ureno.